Kwa majina naitwa Agnes Mganira Nonga, ni mkazi wa kijiji cha Ikina katika kata ya Bukori, jimbo hili la Busanda. Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kumpata naibu waziri katika jimbo letu la Busanda, hasa hasa hata katika kata yetu ya Bukori, ambayo haijawahi tokea. Tunayo furaha kubwa sana lakini tuta tutatamani kumpata tumempata tumempata naibu waziri Te katika upande wa huduma zetu za afya kuna vitengo ambavyo kwetu hapa vilikuwa bado havijakamilika. Kwa mfano operesheni kina mama, hata wakati wa kujifungua ilikuwa mpaka wapelekwe Nyarugusu au Geita, lakini sasa tunatamani kwamba naibu waziri hili ataliona kwa uharaka zaidi katika zahanati yetu hii na kata yetu hii ya Bukori, okay. Kwa majina naitwa Abeli Musa Bukwaya ni mwenyekiti mkuu wa maafisa wasafirishaji ya abiria na mizigo yao kata ya Nyarugusu. Kipaumbele ambacho tunakiomba kama wananchi wa Nyarugusu ama kwa sisi maafisa wasafirishaji ya abiria na mizigo zao, cha kwanza kabisa tuweze kupata uwezekano wa kupata dawa kwa wakati katika kituo chetu cha afya ambacho kilichopo mahali hapa, maana tuna changamoto ya kutokuwa na dawa. Namshukuru sana rais wetu Samia Suluhu kututeulia mtoto wetu kipenzi, ataendeleza na kazi yake. Swala la pili hapo toka huko bungeni, atusaidie sisi wakaaji wa Bukodi, wananchi wa Bukodi. Pia mama zake. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi huu wa kijana wetu toka jimbo la Busanda na hasa kijiji chetu cha Bugogo. Kumbe hatukukosea katika wale wanne waliotoka, hatukukosea sisi kumchagua Jafari kwa kura nyingi. Uh, ni mshauri tu kijana wetu, zile, zile changamoto zote alikuwa akiziongelea kwenye kampeni, barabara, kituo cha afya, shule, nyumba za walimu basi hapo alipo atumia juu chini, ili vitu hivyo viweze kupatikana, na hasa barabara. Barabara yetu hii ya kutoka Geita kwenda <coughs> mikoa ya kanda ya kati mpaka pwani imekuwa ni shida mno, na hasa watumishi wanapata taabu, na wenyeji tu kwenda kupata huduma Kahama. Kwa miaka mingi ilikuwa haijatokea, kwanza kabisa, tangu kijiji hiki kuwa kijiji mwaka 1975 mpaka leo ilikuwa haijatokea. Kwa hiyo sisi kwetu ni neema na ni furaha kubwa, na nimshukuru sana mama kwa uteuzi huu kuona kwamba maeneo yetu tumepata naibu waziri. kitwa Simoni Mgia Buso, mganga mfawidhi kituo cha afya Bukori. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani kwa kumteua mbunge wetu kuwa naibu waziri TAMISEMI upande wa afya matarajio yetu ni kwamba idara ya afya itaboreshwa zaidi, especially upande wa jimbo letu la Busanda, lakini pia kwenye kata yetu ya Bukori ambapo tuna mategemeo ya kuboreshewa kituo chetu na kufanya ukamilifu wa miundombinu ikiwemo pamoja na nyumba za watumishi, kupata uzio pamoja na mochwali, lakini pia kutuongezea baadhi ya kada za watumishi ambazo zinapungua hapa kituoni kwetu.